Jenista Mhagama amezikwa katika makaburi haya ya Saint B ama Senta B yaliyopo kijiji hiki cha Ruanda kando kando mwa kaburi la mume wake baba yangu amelala pale. Wengi, wataku amelala pale. Wengi watakuwa wanajiuliza kwa nini mama yangu mpenzi naye ya amelala pale. Kama utakumbuka mara mwisho Mheshimiwa makamu wa rais ulipokuja hapa, kulikuwa na mti mkubwa ambapo tulimzika baba karibu na ule mti. Basi marehemu mama yangu katika ustawi wa maisha yake na kumpenda mpenzi wake aliagiza ule mti ukatwe, ili yale majani yasiwe yana, yana haribu kaburi la marehemu baba. Atukujua kumbe alikuwa anaandaa makao yake ya milele. Kwa hiyo mama alijua atakuja kulala karibu na mume wake. Kwa hiyo leo nina heshima kubwa ya kumleta tena mama yangu hapa sengwi. Sana sengwi sana, vanu voa va Ruanda, zikom zikom sana kwa kumsalia, zikom sana. Sisi wananu tutabaki kuwa katika mikono yenu, kwa mapenzi mazito. Tutaungana nanyi kuendelea kumwombea mama yetu huyu kipenzi huyu na tutaendelea kuwa kupata faraja kutoka kwenu, na sisi tutakuwa sehemu ya faraja kwenu. Kwa moyo wangu, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu, mama Samia, namshukuru. Makamu wa rais na waziri mkuu na katibu wetu wa bunge, kwa namna walivyojitoa kuhakikisha dada yetu, mama yetu huyu, tunampumzisha kwa amani na kwa heshima zote. Nawashukuru sana wabunge ambao wamekuja hapa, mawaziri, makatibu wakuu, wananchi wote ambao wamekuja hapa. Mtu mwema huonekana akiwa anaishi na huonekana akiwa amefariki. Huyu tumemshuhudia ni mtu mwema. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aipokee na mpe amani ya milele. Amina. Lakini ikumbuke hey, tu kwamba waombolezaji wote ambao wamefika hapa wameongozwa na makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Mashada, Daktari Emmanuel Nchimbi. Wananchi wamepoteza mtu muhimu, serikali imepoteza mtu muhimu, lakini chama cha mapinduzi pia kimepoteza mtu muhimu sana. Ameshika nyazifa zote unazoweza kuzifikiria kwenye chama. Sisi kama serikali tutaendelea kuenzi mchango wa Jenista kwa kuendelea kutambua kwamba chama cha mapinduzi na serikali zake lazima viendelee kuwa watetezi wa wananchi wa chini, wananchi wenye shida, wananchi wenye matatizo. Lazima wakati wote wao ni chama cha mapinduzi ndio chama chao cha kukimbilia. Ikishafika mahala wananchi wanashindwa kwenda kusema matatizo yao kwa viongozi wa chama au viongozi wa serikali ya CCM, maana yake ni kwamba utetezi wetu kwa wananchi umechuja, wananchi wamechoka. Naomba viongozi wote wa serikali, viongozi wote wa serikali wahakikishe kwamba wananchi wa kawaida ndio wanakuwa kipaumbele chao katika maisha ya kila siku. Jenista ameondoka leo eh, akiwa amelitumikia jimbo eh, la Peramiho kwa zaidi ya miaka ishirini. E, kama ilivyoelezwa hapa kwamba alianza kuwa mbunge wa e, viti maalumu miaka mitano ndani ya mkoa wa Ruvuma, lakini baadaye akaja kugombea e, katika nafasi ya ubunge jimbo la Peramiho ambapo ameliongoza jimbo hilo kwa miaka ishirini. Na mwaka huu wa uchaguzi alichaguliwa e, tena kwa kishindo na wananchi walimwamini ambapo leo amezikwa hapa na kuacha pengine zile zilizokuwa ndoto zake ziweze kutimia lakini kupitia kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesema atashirikiana na familia ya Jenista na viongozi mbalimbali kuhakikisha zile zote ndoto za Jenista ambazo aliziweka kwa ajili ya wananchi e, wa mpanzi, jimbo la Peramiho zinatimia. mpanzi, kutoka mpanzi, hapa makaburi ya, mpanzi, ya mpanzi, Central mpanzi, B yaliyopo kijiji mpanzi, cha e, Ruanda halmashauri ya Mbinga vijijini mkoa wa Ruvuma. mimi ni Mawazo Majengo. Azam News.